Mpendwa mtazamaji, karibu katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu leo Jumatano, na tafakari yetu tunaipata katika injili ya Matayo sura ile ya 15 aya ya 29 hadi ya 37. Inazungumza habari za makutano na Yesu. Makutano hawa walimwendea Yesu akiwa katika eneo la Galilaya, walimwendea katika dhiki zao, na baadhi ya watu ambao waliona faraja na waliona kwamba wakimwendea Yesu watapata majibu. Walikuwa ni viwete, vipofu, mabubu, vilema na wengine wengi, wakamwendea wakakaa miguuni pake na yeye akawaponya. Tunamwona Yesu ambaye anashughulika na mahitaji ya mwanadamu ambaye yupo katika mateso yani, Yesu anaponya wale wenye ulemavu wote ambao walikuwa na ulemavu wa mwili, anawafanya waweze kuona maana ya maisha. Yaani ni Yesu anayeshughulika sana na maisha yetu. Kitendo hiki cha Yesu kuweza kushughulika na maisha ya hawa ndugu kilitokea baada ya hawa wenye uhitaji kumwendea Yesu. La kujifunza, mwendee Yesu katika matatizo mbalimbali ambayo uko nayo, katika habari za ukilema habari za magonjwa mbalimbali ambayo tunayoyapata. Wewe sio wa kwanza, walikuwepo watu waliokuwa na matatizo magumu zaidi kuliko wewe, walimwendea Yesu na yeye akawaponya. Kwa lugha nyingine, Yesu hawezi kumwacha yoyote yule ambaye anayemwendea kwa imani, katika suala lazima zima la mateso na magumu anayopita nayo hapa. Baada ya kuweza kuwaponya, Yesu anawaita wanafunzi wake, anawaambia kwamba ninawahurumia makutano kwa kuwa yapata siku tatu wamekaa pamoja nami wala hawana kitu cha kula. Maajabu hayo! Hawa watu katika matatizo yao walikaa na Yesu kwa muda wa siku tatu mfululizo, usiku na mchana, hawakuona njaa, hawakuona baridi, hawakuona kiu, walikaa pamoja na Yesu, waliona matumaini makubwa pamoja na Yesu. Je, unajisikia furaha kukaa pamoja na Yesu katika magumu mbalimbali ambayo uko nayo? Unajisikia furaha kukaa na Yesu kwa muda mbre mrefu? Ni mara ngapi katika swala zima la ibada zetu, ibada ikiongezeka kidogo tu muda, watu wanaona kero kukaa kanisani, wanaona kero kukaa na Yesu kwa masaa. Lakini hao wenzetu walikaa pamoja na Yesu. Angalia baada ya kuweza kukaa muda mrefu Yesu anawaonea huruma. Anawaonea huruma kwa sababu walikuwa ni kondoo wasiokuwa na mchungaji. Anasema, nikiwaacha waondoke watazimia njiani. Sipendi kuwaaga wakiwa wamefunga wasije wakazimia njiani. Nguvu ya huruma ya Mwenyezi Mungu. Kwa wale wote ambao wanatumia muda wao kuweza kukaa na Bwana, Mungu anafika pale Mungu mwana anaangalia mahitaji yao, halafu hawakuanza kumwomba Yesu, Yesu tuna njaa. Yesu alitambua matatizo yao ambao walikuwa nayo. Ndugu yangu, huruma ya Mungu ni kubwa sana juu ya maisha yako na juu ya maisha yetu. Anatambua mahitaji yetu. Kitu kimoja tu ambacho kitakachoweza kutupelekea tupate vile tunavyovihitaji na zaidi ya vile tunavyovihitaji ni kukaa kwake, kukaa magotini pake kokaa pamoja na Yesu, yeye atatonea huruma. Angalia, anawalisha chakula zaidi ya watu alfu tano baada ya kuweza kuchukua vile visamaki na ile mikate saba, anamshukuru Mwenyezi Mungu. kitu gani tunachojifunza hapa? Ni kwamba kwa Yesu utapata mahitaji yote, kwa Yesu utapata uponyaji wote, kwa Yesu utapata huruma yake huruma yake ni kubwa zaidi katika safari yako ya maisha, hata kuacha katika magumu unayopita nayo, uweze kuzimia njiani ghafla, atakuja na atakushika mkono. Mwendee Yesu, ukae naye, yeye atakutendea makubwa zaidi. Akubariki na kulinda, Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.